Lakini pili, kuishi ukweli kwamba, ikifika pahala, ukweli usemwe kama ukweli, na sisi tuwakumbushe watu wanaohusika, na njia ziko nyingi. Kwa mfano, kuna kauli ile ya no reforms no elections No reforms, wengine wawe cases wanasema, no reform no election, no reforms no elections. Kwa hiyo nazisoma zote ninaziona, lakini baada ya kuundwa kile kikosi kazi, sasa hapo ndo tunasema kwamba ukweli tuwakumbushe watu, yaani kwamba kama ni kiongozi wa dini, kama ni mwanasiasa, kama ni nani, turudi kwenye historia ya kubobea. Kwa mfano, mwaka 2014 kuna kuwa kuna kitu kinaitwa minimum reforms requirements ambazo zilikuwa proposed na ukawa moja wapo, ilikuwa ni kutunga sheria inayouondoa uchaguzi wa rais kwenye sheria ya uchaguzi wa taifa ya mwaka 1985. Mwaka 2004 imetungwa sheria ya uchaguzi rais wabunge na madiwani. Ukisema hivyo hujampigia debe mtu yeyote, bali unawaeleza kwamba ili dai la kwamba itungwe sheria limetekelezwa ikawepo dai jingine la kutungwa sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi mwaka 2024 imetungwa tume huru ya taifa ya uchaguzi sheria. Yapo maneno kwamba makamishi na wamebaki wale wale, ni kweli, lakini ukiangalia jinsi walivyoingia na utaratibu wa kuwaondoa ni ama, serikali ingeomba Jumuiya ya Madola kuunda tume maalumu ya kuwachunguza kuona kama wamepungukiwa sifa ndipo waondolewe lakini tenya zao, si zinaisha. Watakaoingia walikuwa wanalalamika kwamba wakurugenzi mashauri, wa halmashauri wanasimamia uchaguzi. Imeondolewa kisheria mkurugenzi wa halmashauri hasimami uchaguzi. Sasa hili ni kosa kuwakumbusha kwamba hili limefanyika? Walikuwa wanalalamika kwamba wajumbe wa tume ni makada wa vyama. Sasa hivi sheria inazuia mtu yeyote aliyepata kuwa kada wa chama ndani ya miaka iliyo mitano iliyopita kuwa mjumbe wa tume ya taifa, tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kulikumbusha hili ni kosa au tunaona aibu kulikumbusha haya? Sheria ilikuwa inasema, kwa walikuwa wakilalamika kwamba rais anaweza kumteua yoyote kuwa mjumbe wa tume ya taifa, tume ya taifa ya uchaguzi. Sasa hivi ukisoma kuanzia kifungu cha tisa mpaka kifungu cha kumi na nne kuna utaratibu wa kuomba kazi kuwa mjumbe wa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa tunaona aibu kusema kwamba hii imefanyika? Yani sisi tusipokuwa custodian wa information alafu tukawa carried away na matukio mwisho wa siku tutairisha jamii taarifa kwamba hakuna mabadiliko yaliyofanyika, lakini mabadiliko lakini yamefanyika haya. Kiongozi ukasimama ukasema bandari yote ya Dar es Salaam imechukuliwa na maziwa na bandari za maziwa, ikatokea kwamba DP World amepewa e, gati nne tu, namba nne, namba tano, namba sita na namba saba. Adani yupo namba nane mpaka kumi na mbili, bandari bado inaendesha beth zero mpaka tatu basi tumtaski yule mtu aliyeiaminisha jamii kwamba bandari yote imechukuliwa ikaleta chuki katika jamii arudi aiambie jamii kwamba nilikosea. Hata ule waraka uliosomwa haukustahili kusomwa kwa sababu kule yupo Adani, hapa bandari bado wanaendesha, zimechukuliwa gati nne badala ya kuambia watu kwamba bandari yote imechukuliwa. Sasa hivi nasema, na ninajua kuna makundi huko watashambulia kweli kwamba Balile, Balile, Balile, lakini tukiogopa kuusema ukweli baadaye tutakuja kusema kwamba ah, lakini unajua hiki kilichokuwa kinasemwa e, ilikuwa kimeshabadilishwa, ila sasa tuliona du, e, kwenye WhatsApp makundi yanashambulia haya makundi ya WhatsApp yanayoshambulia mimi. Kuna kundi moja nipo kuna watu 193, lakini ukiingia unaweza ukadhani Tanzania yote yenye watu milioni 65 ipo kwenye ile kundi la WhatsApp. Na wengine unajiuliza, hivi hawa walilelewa walifundwa walizaliwa kwenye familia ana mtu. Mimi nimeshaishi zaidi ya nusu karne duniani hapa lakini anasimama mtu unamwona ame graduate juzi tu, ana miaka 22 23, anafungulia bomba la matusi, unasema aende kwa sababu alipii kodi. Basi acha aendelee. responsible journalism, peace journalism, public interest journalism, hatujazuia kuchokonoa, kutafuta maovu, kila mtu afanye, lakini sasa tujue tunawajibika kwamba jamii ibaki salama. Afande Mlilo, nadhani umetusikia. Uh, unaweza sasa na wewe utu guide kidogo, alafu tukimuita mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ndio maana mimi niliona kama pale ratiba kumuita sasa, ingekuwa yeye ina maana amekuja na mawazo yake atueleze, lakini kwanza atusikie sisi alafu ndio twende, na hapa atufungi mawazo ya mtu katika mjadala. Lakini tukumbuke anayo maelekezo ndani ya hii miezi mitatu, siku mia moja, tutakwendaje, ikiwemo hiyo tarehe tisa kwamba eh, tutakwendaje? Karibu karibu afande mdio Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila, lakini Mheshimiwa Balile, e, na wataja makusudi ni mtambue pia dada yetu Joyce Shebe mwenyekiti mstaafu wa Tamwa ambaye alifanya kazi